Tanzania hana sifa ya kuandamana, mtanzania ana sifa ya kushikamana. Twendeni tukashikamane tukachagua viongozi tunao wapenda kwa maslahi ya taifa letu. Mtanzania <laughs> hana mawazo ya kuandamana. Mtanzania anataka kujua milo mitatu anapata, afya ya mama ya mtoto inapatikana, biashara zake zinakwenda, umeme unawaka, ndio maji yapo, ndio. Hospitali za kutosha, ndio. Barabara zinajengwa vijijini na, na, na, na, na mijini, ndio. Tunataka nini? Tunataka kuishi taifa lenye amani. Vijana wa tanzania hawako tayari, na mimi niwaombe watanzania wenzangu ni karne yetu mimi na wewe Mtanzania uliokuwepo hapo mbele. Karne hii tumekabidhiwa na wale waliopita ambao wametangulia mbele ya haki, wametukabidhi karne hii ikiwa nchi ya amani na utulivu, na sisi karne hii ya leo ambayo tupo kama vijana, tukubaliane tukikabidhi kijiti ingali tumekufa au ingali tuko hai, tuwakabizi watoto wetu, aidha elfu mbili na thelathini huko mbele, tuwakabizi kijiti nchi ikiwa kwenye amani na utulivu. Muda mwingine pepo sio kusali, muda mwingine pepo kuliona. Pepo ni matendo yako. Naweza kuwa msaliji sana, lakini matendo yako hayaendani Sisi twendeni tukaitendee pepo yetu ya amani na utulivu ya taifa letu, kwa kukabidhi kijiti kwa karne ijayo cha amani na utulivu, kwa faida ya watoto wetu, faida ya Watanzania na heshima ya Tanzania. Mtanzania hana sifa ya kuandamana, Mtanzania ana sifa ya kushikamana. Twendeni tukashikamane, tukachagua viongozi tunao wapenda kwa maslahi ya taifa letu. Mtanzania <güls> hana mawazo ya kuandamana. Mtanzania anataka kujua milo mitatu anapata, afya ya mama ya mtoto inapatikana, biashara zake zinakwenda, umeme unawaka ndio, maji yapo ndio, hospitali za kutosha ndio, barabara zinajengwa vijijini na na, na mijini ndio Tunataka nini? tunataka kuishi taifa lenye amani. vijana wa Tanzania hawako tayari. Na mimi ni waombe Watanzania wenzangu, hii karne ni karne yetu, mimi na wewe Mtanzania uliokuwepo hapo mbele karne hii tumekabidhiwa na wale waliopita ambao wametangulia mbele ya haki, wametukabidhi karne hii ikiwa nchi ya amani na utulivu. Na sisi karne hii ya leo ambayo tupo kama vijana, tukubaliane, tukikabidhi kijiti ingali tumekufa au ingali tuko hai, tuwakabidhi watoto wetu aidha elfu mbili na thelathini, huko mbele tuwakabizi kijiti nchi ikiwa kwenye amani na utulivu. Muda mwingine pepo sio kusali, muda mwingine pepo kuliona. Pepo ni matendo yako. Naweza kuwa msaliji sana, lakini matendo yako hayaendani. Sisi twendeni tukaitendee pepo yetu ya amani na utulivu ya taifa letu kwa kukabidhi kijiti kwa karne ijayo cha amani na utulivu kwa faida ya watoto wetu, faida ya Watanzania na heshima ya Tanzania.